Hivi wewe unataka nitege masikio yangu nikae nakusikiliza nini labda kuna kipi ambacho naweza nikakaa nikatika sikio langu na kusikiliza wewe? Rashia, ninacho cha kuongea, ninacho cha kuzungumza mke wangu, eh? Haya ni mipango ya Mwenyezi Mungu tu. Baada ya muda, mapungufu ataisha eh? Hakuna lisokuwa na mwanzo, hakuna lenye mwanzo sokuwa na mwisho. Eti eh? Yataisha. Baada ya muda gani? Ni miaka mingapi sasa imepita? Eh? Hivi umeniweka hapa kama hausigeli wako, si ndio? Manake mimi siwezi kuwa na mwanaume kama wewe, siwezi. Ni heri ungevaa sketi kuliko kuvaa hiyo suruali, maana unachofanya ni kuaibisha wanaume wenzako tu. Mke wangu, unakosea kunaambia maneno makali kama hayo, ujui kama unantusi? Eh? kuna watu hapa wanatusikia hivi eh? Unanambia kweli, imefikia hatua hiyo, Mirasha? Mke wangu, mimi nakuhitaji, rudi ndani, hebu nisikilize. Nimekuvumilia eh? Nimechoka, nime sasa ulienda kwa mtaalamu, kuna kipi ambacho amekusaidia ambacho amekusaidia, hm? Kuna kitu amekusaidia wewe? Hakuna chochote, huwezi kubadilika kwa lolote. Sasa sikia, ni heri nikao na mwanaume ambaye atakuwa ananiridhisha mimi, lakini sio wewe. Hapo umeniweka humu tena kama house girl, lakini Mirasha. Mirasha, Mirasha, Mirasha, Mirasha, Mirasha. Mirasha.